na wakati tulipata taarifa saa 3 na dakika 34 usiku. Lakini moto inaonekana umeanza mapema kwenye saa mbili kasoro. Kwa hiyo walioathirika ni vibanda vibanda 17, lakini vibanda ndani yake ndani ndani yake ya kibanda maana nyuma yake kulikuwa na store, store. Kwa hiyo zimeathirika mali za store pamoja na vibanda hivyo 17. Lakini tunashukuru hakuna majeruhi. Eh, hasara iliyokuepo ni ya vibanda pamoja na mali ambazo kama mnavyoona wafanyabiashara wanachukua mali zao na sasa hizi tunamalizia tukio la moto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 vyao lakini maduka ya duka la kwanza vifaa vya umeme, kuna duka la vinywaji baridi, kuna duka la chakula, kuna duka la sabuni, maduka maduka ya jumla na rejareja, ni maduka kumi na saba ikiwepo na stoo zake. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza na wafanyabiashara tujue ukubwa wa hasara ya mali ambayo wameipata kulingana bidhaa zao, tukishirikiana na mwenye, na mtendaji wa hapa pamoja na athari ya hiyo ya hayo majengo. Kwa majina naitwa Kasezelo Athumani, ni mwenyekiti wa kitongoji kito cha Buseresere, eneo hili tulilopo kwa sasa tukio hili limeanza jana majira ya saa tatu kama na nusu hivi, ndio tukio lilipoanza kubainika. Inawezekana, siwezi kujua limeanza muda gani, lakini limeanza kubainika muda saa tatu kama na nusu. Nilipigwa taarifa na baadhi ya waliokuwa kwenye tukio hapo, nikaja, lakini kwa bahati mbaya maeneo mengi wafanyabiashara kwa yashafunga. sasa moto ulikuwa na waka kwa ndani kule, lakini baada ya kufuatilia kwamba kuna bwana mmoja alikuwa anafanya uchomeleaji wa mageti hasa, nafikiri hisia za watu kwamba inawezekana ule uchomeleaji usababisha shoti, ambayo ilipelekea ndani mle ukaanza kuwaka moto na tayari duka lilikuwa lishafungwa pale. Basi kilichofanyika pale, tulipiga simu zimamoto. Ukweli walichelewa kidogo, lakini juhudi za wananchi ziliendelea, lakini kwa sababu vyumba vingi vilikuwa vimefungwa, kwa hiyo na bidhaa zilikuwa ni za aina mbalimbali ziliweza kusafisha moto kwa kasi sana mpaka kufikia hatu vyumba kama kumi hivi sasa hivi frame kama kumi, kumi zimeungua. Mali yangu ina thamani ya milioni 30, lakini katika milioni 30 kuna milioni kumi na tano ambayo nilikuwa nimekopeshwa na CRDB mwezi wa kumi na mbili, ambayo nilikuwa ninarejesha kila mwezi milioni moja na laki nne, na CRDB pia wana hiyo taarifa. Ndio kwa hiyo mtaji wangu mimi ulikuwa ni milioni 30 ikiwemo na mkopo wa benki.